Naona Mombasa hii leo kwazikwa watu wanne leo. Subhanallah, hivi vifo ndio hasan, yani khalas, mambo yako yote yamekatika, matarajio yako, dream zako, future yako, pesa zako, wake zako, majumba yako, yani ile siku tu fulani umepata habari yake bwana marhumu

haiwezekani kwani kesho ikawa ni mimi? Kwani wewe na wao muna tofauti gani? Hal kilichowafanya wao wafe ni umaskini wao? ni kabila zao? ni nafasi zao katika jamii? wama kana linafsin an tamuta illa biidhni llahi kitaban muajjala. Ajabu ya jambo hili la mauti ambalo sote twalijua Mwenyezi Mungu kalificha, haijulikani ni lini, na iwe ni mauidha ili kila mmoja pale anapomzika mwenzake anakaa anajiuliza au anaikumbuka aya Mwenyezi Mungu aliposema, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghadan. Nafsi ya mwanadamu haijui kesho itafanya nini. Wa ma tadri nafsun bi ayi ardhin tamut, na nafsi haijui itakufa ardhi gani.